husiano bila lugha <laughs> hey, hey, ya Kiingereza hayanogi. Wewe, la, la ya mapenzi mwenzangu kidogo kizungu kiwemo. Hata darling darling sweet sweet nini? Eh, hey, unajua raha hata unavyompa mtu surprise unampigia, "Hello baby, can I give you surprise?" Huwezi kujifanya wewe ni Mswahili sana umwambie, "Halo mtoto, naweza kukuletea mshangao." <laughs>

Introduction ya kitu kimoja kinaitwa Archimedes principle. Mtoto leo sasa zunguka ya kwanza. Zunguka ya pili ghafla. Unapokata pa. Mtoto bwana akajiongeza akasema, oh

<laughs> is nice. words. <laughs> okay, wimbo wa mapenzi. Eh, kama ule wa Malaika ule wa Nyashiski au pigwe, my love, wa Westlife you know, wimbo ule unapigwa na mtu ana feel, unajua yupo kwenye mahusiano. Sasa wewe kama uko single, upigwe wimbo wa mapenzi, kila ukifunga macho hivi inakuja sura ya Robert Mugabe. <laughs> Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, awasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi.